Ujakubali kama tarehe ishirini na tisa mauaji ma yalitokea. Ujakubali kama tarehe ishirini na tisa Watanzania waliuawa, watu walipoteza ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki, watu waliojeruhiwa. Ujakiri kosa, hujakubali, we ni mbishi tu, hutaki kuelewa au hutaki kukubali, alafu nataka maridhiano. Maridhiano ya nini? Yanahusu nini? Kwanza kubali kosa, kiri kosa kwamba tarehe ishirini na tisa ilikuwa ni mauaji, wananchi waliuawa, vijana wa Kitanzania waliuawa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kiri kwanza. Kiri, kiri, kiri, kiri. Kiri kwanza. Pili, wajibisha waliotenda makosa, chukulia hatua walioua, waliojeruhi. Tatu, omba maridhiano. Unaombeje maridhiano hukubali kama umeua? Unaombeje maridhiano hukubali kama umejeruhi? Unaombeje maridhiano, walioua wapo makazini, hawajachukuliwa hatua yoyote. Unaomba maridhiano ya nini? Unaomba na nani? Nani unaomba maridhiano naye, mjadili nini? Sio wewe mjadili maridhiano, si lazima kwanza ukiri kuna tatizo, tukae mezani tulitatue.